Kajiado sasa ambapo Wizara ya Utalii inapanga kutoa mafunzo ya mbinu bora za kisasa za ushonaji shanga kwa makundi ya kinamama katika kaunti kumi zote kote nchini. Juhudi hizi zimefanywa kwa lengo la kuimarisha biashara ya shanga ili kuvutia masoko ya kimataifa. Katibu wa Utamaduni Umi Bashir alifungua rasmi mafunzo ya ushonaji kwa akinamama huko Kajiado Magharibi. Zaidi ya kinamama mia moja kutoka eneo la Kajiado Magharibi walijumuika eneo la Kipeto kuongeza ujuzi kwenye sanaa ya ushonaji shanga. Ni mpango wa serikali ya kitaifa kuimarisha ubora wa bidhaa za shanga ili kuwavutia wateja hapa nchini na hata masoko ya ughaibuni.

To to kinamama walionufaika wameshabikia hatua hiyo wakisema kuwa mpango huu umekuja kwa wakati unaofaa ikizingatiwa kuwa biashara ya ushanga ndio imesalia kutegemewa baada ya mifugo kuangamizwa na kiangazi. Ile nimevaa saa hii tuseme kamau ushanga mbayo nimevaa kwa shingo, hiyo ni karibu elfu sita. Hizi za mikono karibu elfu mbili. So ni kitu ya dhamana sana. Mshipi ni elfu saba. So tunaona ya kwamba ni vitu tunashona vitu za maana sana. Na ndio tulikuwa tunasema tukipata mahali pazuri za, ya kuuzia hizi vitu itakuwa itatuletea sana sisi faida kama jamii ya Wamasai. Hii shanga iko hi na umuhimu kwa sababu tu, inatusaidia kusomesha watoto, inatusaidia kufanya kazi yote. Hata hata hata mimi mwenyewe nikikosa, nakosa nguo, nakosa viatu, hata watoto wanafanyanga hivyo, kwa sababu hii ushanga iko na value. Kwa hivyo ikipata market iko na nini, hata watu wote siku hizi wanatafuta hii shanga ya Wamasai. Kwa hivyo tunawaomba utusaidie kwa sababu hii, hii ushanga ni kitu ya maana sana. Kundi hili la kina mama ni miongoni mwa makundi 150 ambayo yanatarajiwa kunufaika. Nancy Kering, runinga ya Citizen, Kajiado Magharibi.